Yes bana, niko na story e, kutokea kwa mwanetu kabisa familia e, bana Ibrahim Tiaore, mmoja kati ya watu ambao pia wanafanya poa zaidi na hasa kati, e, katika masuala mazima ya uongozi. Nchi za Afrika zimekuwa baadhi ya watu wamekuwa wakimkubali sana lemshikaji, hata mimi nikiwa mmojawapo wa watu ambao pia wanamkubali. Sasa e, zaidi ya watu mia moja wengi wao pia wakiwa wanajeshi wameweza kuuawa katika shambulio ambalo waliweza kufanywa na kundi moja lenye itikadi kali kutokea huko kaskazini mwa Bukinabe Bukina, Bukina Faso. Sasa kulingana na vyanzo kadhaa ambavyo ikiwemo eh, mfanyakazi lakini pia eh, wa misaada wa wakazi wa, wa eneo hilo eh, mashambulizi hayo pia yaliweza kutokea mapema siku ya Jumapili, yani juzijuzi juzi tu, na kuyalenga maeneo kadhaa ikiwa ni pamoja na kambi ya kijeshi ya mji wa kimkakati yani jibu, lakini pia E, uliozingirwa na muda mrefu sana e, kutokana na, na machafuko hayo kwamba mji huo pia uliweza kuzungukwa na wanajeshi hao wa kivita, lakini pia machafuko hayo kuweza kutokea na watu na hao, watu zaidi ya mia moja ambao ikisemekana ni wanajeshi kuweza kupoteza maisha. Sasa kundi lenye itikadi kali lenye mafungamano na Alkaida pia linajulikana kama e, linajulikana kama Jamaat Nasil Islam wo, eh, kutokea huko nchini Bukinabe Burkina Faso au unaweza kwa, kwa, kwa, kwa kifupi unaweza kuita eh, JNIM pia limeweza kudai kuhusika na shambulio hilo, kwamba washikaji kwamba tu sasa, hizi ni watu tu ambao huwa hawa, hawa, hawa yani hawaelewi yani wenyewe lote takalotokea tu ni fresh. Sasa nini ambacho kinakuwa kinatokea kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nchi ya Burkina Faso ni kutokana na vile uongozi kuto kuukubali, kwa sababu kutokana na Traore kuwa na mikakati yake, lakini hii, majeshi, watu wanakufa sana huko Burkina Faso zaidi ya watu 100 ambao inasemekana wa, wa, wa wa, ni wanajeshi. Kama tunategemea kwamba wanajeshi wao waweze kutulinda, lakini wao ndio wameweza kua kabisa. Endelea ku drop comment, lakini pia ku like kulike comment utakometisha kinomanoma, subscribe channel yetu leo, wa kwanza kuweza kupata habari hizi chao.